uwezekano wa asilimia tisini kwamba wamerudiana, ni kwamba huku katika peji ya uku, ya ukurasa wa Instagram wa Instagram Harmonize, imekuja kujidhihirisha kupitia yeye mwenyewe, ameamua kuposti zile picha ambazo alishawahi kuziposti akiwa yuko na Kajala, jambo ambalo limefanya watu wengi sana kuelewa kwamba kumbe bwana Konde Boy, zile picha zake yeye na Kajala hazikuzifuta baada ya kuachana na Kajala. Unaelewa kwamba pale Instagram bwana eh, unaweza ukafuta picha una delete eh, lakini ili usifute unaweza ukaziachivu, kwa hiyo mtu akipita katika ukurasa wako wa Instagram hazioni zile picha, lakini zile picha unakuwa kama vile umezihifadhi kwa kuziachivu, yani umezificha sehemu. Umeona, Eh? Lakini ukizifuta ndo zimeondoka mpaka uposti tena umeona? So, kwa upande wa hizi picha ambazo Harmonize amezirudisha tena kwenye ukurasa wake wa Instagram mpaka tale zinasoma ni kipindi kile ambacho yuko bado na Kajala na inaonyesha kwamba alikuwa ameziachivu, kwa hiyo hii ilikuwa ime, imeleta mjadala, watu wanajiuliza kwamba kama Harmonize hakupata hata nguvu ya kufuta picha za Kajala, japokuwa alikuwa ameachana, it means kwamba alikuwa anampenda japokuwa ameachana na akaingia katika mahusiano mengine na bibi Eposhi, lakini still bado kumbe Harmonize alikuwa anamuhusudu Kajala maana picha zake alikuwa amezificha amezitunza katika ukurasa wake wa Instagram and then alikuwa ana hope kwamba siku moja watarudiana. Na kweli hiyo siku imefika, wamerudiana. Ameamua tena kuziweka public kwa mara nyingine. Kwa hiyo ukipita sasa hivi katika page ya Instagram ya Harmonize utakutana na picha zake ambazo amemposti Kajala za kitambo hicho. Umeona, bwana, zipo. Yaani zilikuwa ziko archive, sasa ameziacha archive na sasa hivi zimerudi tena katika kurasa yake wa Instagram. Wadau wamekuja kuweka maoni yao bwana, kuhusiana na tukio hilo. Kwa mfano hapa, kuna page amesema kwamba mwanamuziki Harmonize amerudisha picha zote alizowahi kuposti kwenye kurasa yake wa Instagram akiwa na mpenzi wake Kajala. Wawili hao ambao walikuwa ni wapenzi eh, na penzi lao lilikuwa njia panda, ni kwamba sasa hivi tayari wameamua kuweka bayana kwamba wamerudiana nisirudi so, eh? So ka kwa mpenzi so bwana, eh, so hii, sana, jamaa hakupata nguvu ya kuzifuta. Kuzungumza kuhusiana na hii issue, weka maoni yako bwana, katika comment section hapo chini utakuwa tukisoma zaidi.